Serikali kupitia idara ya misitu imeleta mwongozo mpya kwamba kuanzia tarehe moja mwezi wa saba hairuhusiwi pikipiki kubeba mkaa wala kuni. Narudia tena, kwanzia tarehe moja mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano hairuhusiwi pikipiki ya miguu miwili au matairi mawili kubeba mkaa wala kubeba mazao ya misitu. Mwanzoni ilikuwa ikitokea mtu amebeba, ukikamatwa umebeba mkaa kwenye pikipiki au kwenye mashine hiyo yenye miguu miwili matairi mawili, unatozwa faini, yaani unalipishwa Sasa hivi sheria inasema hutaripishwa tena. Ukikutwa na pikipiki yako umebeba mkaa, utafirisiwa. Kwa hiyo serikali imeelekeza. Moja ya mambo ambayo tumeyafanya kwa miaka miwili hii iliyopita katika sekta ya misitu wilaya ya Songea, tumedhibiti uvunaji holela. Yani kikao chenu hiki ambacho ninyi ni wajumbe mmekuwa makini, hamtoi vibali kiholela holela. Cha kwanza ni, ni, ni kikao hichi hichi, kikao ndio nyenzo ya kwanza kwa sababu hii ndio inatoa dira ya kwamba mwaka huu tutaondoa uoto wa asili kiasi gani au tutavuna miti kiasi gani au mashamba kiasi gani. Kwa sababu hapa wajumbe wote wapo. Na wasimamizi wakubwa wa wa, wa, wa, wa uvunaji au wa utunzaji wa mazingira ni wa viongozi wa vijiji na serikali zao ambazo ndio wao wajumbe, kwa hiyo kilichopitishwa hapo wanakijua, kwa hiyo wao wanatusaidia kusimam, kusimamia kwa kushirikiana na sisi wahifadhi wa wito wangu ni kwamba watu, wananchi wazingatie sheria kwa mfano swala la, la, la, la, la uvunaji wa mazao ya misitu kwa kufuata sheria, lakini swala la usafirishaji pia wa mazao ya misitu kwa kufuata sheria. Lakini pia hata matumizi ya mazao ya misitu kwa kufuata sheria. Kwa hiyo watu wazingatie sheria ili hakikisha kwamba kwamba misitu yetu inakuwepo kwa vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo. Kwa majina anaitwa Eunifreda Alo Siminga ni mtendaji wa kijiji cha Mpangangindo. Mimi kama mtendaji wa kijiji nimejipanga kusimamia kusimamia misitu ndani ya kijiji ili kufika elfu mbili na ishirini na thelathini, misitu iweze kutuletea faida. Moja ya faida ni fedha kupitia hewa ya ukaa. Kwao mimi kama mtendaji nitasimamia na kutekeleza utunzaji bora wa misitu kwa ajili ya kutuletea faida ya kipato kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali mbali ndani ya kijiji. Kwa jina naitwa Rashid Arabi pili ni natokea kijiji cha Ndongosi. Kwenye kijiji chetu tumeweka mikakati ya kutunza misitu, pia tuna msitu wa hifadhi. Ule msitu wa hifadhi tunaulinda kwa njia ya kutu, ya kushirisha jamii, na pia kuna kamati ya doria, na kwa mwezi tunafanya doria mara nne, wanakwenda wajumbe wa kamati ya doria watatu, halmashauri kijiji wanatoka watatu